Utukufu mkubwa katika maisha haupo katika kutokuanguka lakini upo katika kusimama kila tunapoanguka. Leo ni namna gani ya kutumia changamoto kama faida katika maisha? Namna gani ya kutumia changamoto kama fursa? Tumezungukwa na changamoto nyingi katika maisha. Changamoto za kiuchumi, changamoto za kifamilia, changamoto za kazi, changamoto za mahusiano. Lakini leo ninataka kukutia moyo kwamba sifa haipo katika kutokuanguka, lakini sifa ipo pale unapoanguka na kuweza kusimama tena. Leo tunaangalia namna ya kuzitumia changamoto kama fursa ya kukuimarisha, namna ya kutumia changamoto kama fursa ya kukuimarisha. Kutumia changamoto kama fursa ni mchakato wa kubadili mtazamo na kuziona changamoto kama njia za kujifunza, kukua na kufanikisha mambo makubwa zaidi, na hapa tunaangalia namna ya kutumia changamoto kama fursa. Namba na moja, kubadilisha mtazamo. Unapokutana na changamoto, inakubidi kubadilisha mtazamo. Badala ya kuogopa changamoto, zione changamoto kama nafasi ya kukukuza. Jifunze kutazama kila tatizo kama fursa ya kujifunza, kuboresha Angalia changamoto kama sehemu ya safari, si kikwazo. Angalia changamoto kama sehemu ya safari na si kikwazo. Utakapobadilisha mtazamo na kuona ile changamoto kama fursa, utakuwa na mawazo chanya yatakayokusaidia kupanua uwezo wa kufikiria na kufanya utatuzi na maamuzi sahihi wakati wa changamoto. Lakini pia kujitambua na kujitathmini, tunapopatwa na changamoto inatupasa kufanya tathmini, ni kwa nini hiki kimetokea. Unapokuwa katika changamoto, unapokuwa na, na, na msongo unapunguza uwezo wa ubongo kufikiria na kufanya maamuzi yaliyo sahihi, na ubongo wako utajikita katika kuwaza mambo yaliyochanya ambayo hayakuelekezi katika mafanikio. Hivyo changamoto mara nyingi hufichua nguvu na udhaifu wako. Kwa hiyo, unapopata changamoto, zinakuonyesha udhaifu wako uko wapi na uwezo wako uko wapi, unatumia wakati huo kugundua kwamba hapa nilikuwa mdhaifu, inanipasa kufanya jambo moja, mbili, tatu ili niweze kushinda changamoto. Hivyo chukua muda kutambua jinsi unavyoweza kukabili uh, kukabiliana na hali ngumu. Jitathmini ili kuelewa sehemu ambayo unaweza kuboresha na hatimaye kushinda changamoto inayokukabili lakini pia buni mikakati mipya, buni mikakati mipya, na weka ufumbu, kuwa na ufumbuzi. Kila changamoto inakuja na fursa ya kutafuta suluhisho jipya. Changamoto zinakuja ili tuweze kuwa na masuluhisho mapya, sio kila siku tunakuwa na suluhisho moja. Kwa hivyo, vunja changamoto kwa kuwa vipande vipande vidogo na vinavyoweza kushughulikiwa. Usibebe changamoto kama likitu likubwa, vunja vunja ile changamoto Ianza kufanya suluhisho hatua kwa hatua hadi pale utakapokamilisha, uh, hitimisho zuri katika changamoto yako. Lakini jifunze kwa wengine, tumia watu wengine, wamepitia changamoto nyingi kama hizo. Wewe sio wa kwanza kupitia hiyo changamoto yako. Nataka nikwambie kitu rafiki yangu, wewe sio wa kwanza kupitia hiyo changamoto yako hapo. Wengi wamepitia hizo changamoto, kwa hivyo jifunze kwa wengine waliopitia hizo changamoto. Tumia mawazo yao kwa busara, kama darasa kukuvusha katika changamoto hiyo. Watumia hekima yao kama mwongozo wa kubadilisha mtazamo wako na hali yako kini, endelea kuwa mvumilivu na mstahimilivu. Changamoto huchochea udhabiti wa akili, ehe, na uwezo wa kuendelea mbele hata wakati wa vikwazo. Hivyo jifunze kutathmini, jifunze kustahimili hali ngumu bila kuvunjika moyo. Ehe, weka malengo madogo madogo na ushangilie hatua ndogo unayoshinda. Unatafuta milioni kumi, lakini umepata milioni moja. Furahia ushindi wa kuipata milioni moja ili ujitie moyo kwa ajili ya kupata milioni kumi. Unataka kujenga nyumba lakini umenunua uwanja, shangilia mafanikio yale ya kununua uwanja ili ujitie moyo kufanya kazi kwa bidii na kwa malengo uweze kujenga nyumba kubwa na nyumba nzuri. Kujifunza kitu kipya. Kujifunza kitu kipya. Kila changamoto ni nafasi ya kupata maarifa mapya. Tumia changamoto kama chanzo cha kujifunza kitu kipya, kama chanzo cha kupata maarifa mapya. Tumia changamoto kwa kutambua ujuzi au maarifa ambayo changamoto hiyo inahitaji ili kuweza kushinda. Lakini kukuza ubunifu Changamoto mara nyingi zinahitaji njia mpya ya ku, ya, ku, ya kufikiria na kufanya mambo. Weka akili yako wazi kwa, kwa, kwa maoni na suluhisho yasiyo ya kawaida. Jaribu mawazo mapya hata ikiwa yanaonekana magumu au yasiyo ya kawaida. Weka matarajio halisi, weka matarajio halisi na yanayofikika. <laughs> Ni lazima ni lazima katika changamoto uweze kuwa mtulivu, ili uweze kuwa na wakati wa tafakari, ili uweze kuwa na matarajio halisi yatakayoweza kukusaidia kupiga hatua. Kuwa na matarajio ya kweli, epuka kuchanganyikiwa. Kumbuka kuwa kila hatua ndogo ni mafanikio. Kila hatua moja ni mafanikio. Unapotembea ni lazima uanze hatua moja, uanze hatua ya pili na hatimaye usonge mbele. Kwa hivyo, kila hatua moja ni mafanikio. Kujenga mitandao ya usaidizi: ni lazima uwe na network ya usaidizi. Unapokuwa katika changamoto acha kufa mwenyewe wewe, mwenye sio wa kwanza kupitia changamoto. Tafuta marafiki wa kweli, marafiki unaowaamini na wanaokuamini, wawe ni netweki, mtandao unaoweza kukusaidia na kukutia moyo. Pokea msaada kutoka kwa marafiki wa kweli, familia pamoja na washauri. Lakini jambo la mwisho ni kuchukua hatua. Chukua hatua badala ya kukaa kimya, kufikiria sana changamoto, anza kuchukua hatua kuelekea suluhisho. Usingoje kila kitu kilingane kikamilifu kabla ya kuanza. Fanya majaribio madogo madogo na jifunze kutokana na matokeo yake. Rafiki, nikutie moyo. Yesu Kristo anasema duniani mnayo dhiki lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeyashinda, nanyi mtayashinda. Nikutie moyo katika kitabu cha Warumi tano fungu la pili anasema basi si hivyo tu, lakini mfurahi katika dhiki, maana kazi ya dhiki ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni kuleta udhibiti wa moyo, na udhibiti wa moyo ni kuleta tumaini lisilotahayarika, na tumaini hili linapatikana kwa Yesu Kristo. Ni kutia moyo kwamba changamoto zinatupatia udhibiti wa moyo, changamoto zinatupatia ujasiri, changamoto zinatuletea maono mapya, lakini zaidi ya yote zinatufundisha kutuelekeza jinsi ambavyo Bwana anatupigania na kutushindia. Nikutie moyo kwamba wewe si wa kwanza kupitia changamoto. Jitahidi kuwa mvumilivu, fanya kwa bidii, fikiria malengo yako na Mungu akubariki.